Mzozo wa uongozi unazidi kutokota katika bunge la kaunti ya Machakos huku sasa viongozi wakuu wa bunge hilo wakidai kuwa Spika Anne Kiusia amekataa kuruhusu kamati ya bunge kuhusu uongozi kuanza vikao vyake kulingana na standing order zetu. Na as we speak saa hizi mimi nimepata ujumbe kutoka you know, ile poto ya County Assembly of Machakos ikinialika komiti ya budget ikinialika komiti ya environment, ikinialika komiti ya labor, ikinialika komiti ya house business, lakini sisi tumefanya uh, you know, request ine komiti ya powers and privileges ikutane, lakini amekataa. She might, she might run, but definitely she cannot hide. Atapatikana na sheria. Unajua sheria uzuri yake ni sisi tunajaribu kufuata sheria, na sasa yote anatuambia, this is a house of procedure. And we have followed all the procedures.

Kulingana na kiongozi wa walio wengi kwenye bunge hilo Nicolas Nzioka, ni jukumu la kamati hiyo ya uongozi kujadili kuhusu masuala ya uongozi katika bunge hilo, akidokeza kuwa ilikuwa jukumu lao kuchunguza iwapo spika n Kiusia alifata sheria katika hatua yake ya kufunga bunge kwa miezi miwili, jambo ambalo wanasema spika Kiusia amekataa kuruhusu kazi ni ya kuangalia kama kweli alikuwa amefunga bunge kwa ukweli kwa usa akifuata aki zile taratibu zenye zimewekwa na katiba. Si ya impeachment, hakuna mali inaongelelea spika kuto, kuto, kuto, kutolewa kwa bunge. Hapana. Lakini kuna ile kamati yenye imewekwa e, na bunge na inakuanga tu kila kwa, kwa bunge zote yenye huwa inafuata ina, inatakiwa kufuatilia kama either member ama spika amefanya makosa kwa hivyo haina kazi na impeachment kabisa lakini kwa ile kazi yake yenye imepewa ifanye. Aidha, viongozi hawa wamelalama kuwa kamati zingine za bunge hilo zimeruhusiwa kufanya vikao ilhali kamati hiyo ya uongozi imenyimwa nafasi ile. What we are saying there is a petition that was brought against the speaker and it was marked to the powers and privileges committee. So as a committee we met and studied the petition and we developed a work plan. So we wanted to approve the work plan and pro proceed with the other works but we have not been given that opportunity which is very discriminatory all other committees can meet but this one has been told by uh, the office of the speaker and what I would agree there is some cartels in this assembly that are preventing us the elected leaders from doing our work mzozo huu umeibuka punde tu baada ya bunge hilo kufunguliwa tena kwani lilikuwa limefungwa kwa muda wa miezi miwili. Hii ni baada ya vurugu kuibuka kuhusu mjadala wa kumbandua afisini spika wa bunge hilo. Ankiusia Mary Kialo, Undugu TV.